Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni nini kuhusiana na Graphics Infos, maalumu yetu ni yapi, mkataba wetu, dhamira yetu, maono yetu, misingi yetu, huduma zetu, ni kwa nini ujiunge nasi. Ukielewa kuwa graphic design ni nini, utakuwa unaanza kutuelewa kama ulivyofahamu mwanzo ama hakufahamu, kwamba graphic ni sanaa ya ubunifu au kuonekana au kufikiria, ambapo inahusisha vitu ambavyo unaweza kuviona wakati mwingine hata kuvishika, kwa mfano mistari, rangi na kadhalika. Je, design ni nini? Ni maamuzi ya uchaguzi wa kuunda kitu kabla hakijaanza kufanya kazi. Hapa ndipo utaamua nitumie dhana gani rangi zipi, kiweje, na kiwe kinabeba taswira ipi? Kwa ujumla graphics design tunaweza kusema kwamba ni ufundi au ujuzi wa kuwasilisha ujumbe kwa kutumia maumbo, picha, rangi, nafasi na, na kadhalika. Pia tunaweza kusema ni kwamba uwasilishaji wa mawazo yaliyoundwa kwa kutumia kanuni ya ubunifu kwa lengo la kutatua tatizo. Sasa hapo, natumai umejifunza kitu. Hebu ngoja nikuambie, Graphics Infos tunaamini katika kipaji chako. Kwa nini tunajifunza graphic design? Kuna muda unawaza ni njia gani utafanya ili uweze kujipatia kipato cha kila siku, na wengi katika sisi tunawaza miradi mikubwa bila kujua kuna njia nyingine ni ndogo ila zinaweza kuleta faida kubwa. Leo nimekuandalia faida chache za kwa nini umeamua kujifunza graphics, vilevile nitakwambia sisi ni akina nani na utatufahamu tuko na maono gani ama makusudio gani. Tuanze, umeamua kujifunza graphics, cha kwanza kabisa ili uwe na uwezo wa kujiendeleza kibunifu. Kujifunza graphic kunakupa uwezo wa kueleza mawazo yako na hisia kwa njia za kipekee na za kuvutia kama vile picha, michoro, rangi na kadhalika. Kazi hii ina mahitaji makubwa sokoni sana. Kwa hivyo, hiyo ni sababu ya pili. Kutoka matangazo hadi uchapishaji na hata katika teknolojia ya habari inahitajika sana. Sababu ya tatu ni fursa za kazi tele. Kama graphic designer, unaweza kufanya kazi katika studio za ubunifu, mashirika ya matangazo, au hata kujiajiri mwenyewe kama sisi, Graphics Infos. Cha nne, kuendeleza ujuzi wako hii ni sababu kubwa kabisa kwamba ujuzi wako unaendelea. Sekta ya graphic design inabadilika kila wakati, hivyo kuna nafasi ya kuendelea kujifunza na kukua kitaaluma. Ulisoma mwaka 2005 sasa, inabidi urudi tena darasani usome, kwa sababu teknolojia imebadilika. Namba tano, kujenga mtandao wa kitaaluma. Tunajenga connection baina ya watu wataalamu na na mafundi wa graphic Tanzania na hata duniani pia. Namba sita, ili uweze kujitegemea kifedha. Unaweza kawaza ni kwa nini umeamua kujifunza graphic? Hmm. Kujiendeleza kifedha hilo ndiyo kubwa zaidi. Ukijifunza graphics unaweza kuanzisha biashara yako mwenyewe au unaweza kujitegemea mwenyewe kifedha nyingine unajifunza graphic design, lazima utapata wepesi wa kuwa na portfolio inayovutia, kwamba ukijifunza graphics inakusaidia kutengeneza portfolio nzuri yenye kazi za ubunifu ambazo zinaweza kuvutia wateja au waajili wako, kama sisi graphics tulivyoandaa ya kwetu. Mm, portfolio ni nini sasa? Portfolio bwana ni mkusanyiko wa kazi, miradi au mali za mtu au kampuni. Inamiliki vipi au imefanya vipi. Ili kumiliki, mara nyingi ni orodha ya kazi za sanaa, miradi ya kitaaluma au mali ya kifedha ambayo inaonyesha uwezo, ustadi na mafanikio ya mtu binafsi au kampuni. Je, nahitajia mtaji mkubwa kuanza graphics? Hapana, nahitajia mtaji wa akili na weledi, wala si mtaji wa kipesa kuanza kufanya graphics. Kwa mtaji mdogo tu unaweza kuanzisha biashara yako. Unaweza kuanza kwa simu yako ulionayo, na pia popote unaweza kufanya kazi bila kujali ni mazingira gani uliopo. Hapo nadhani utakuwa umenielewa ni kwa nini umeamua kujifunza graphics. Hebu tuende, ni mambo gani ya kuzingatia ukiwa kama designer? Sasa kama designer, kuna mambo ya msingi unapaswa kuyafahamu ili uwe imara katika kutengeneza mazui yako. Wengi katika wale wanaoanza kujifunza huwa wazingatii misingi ya designing, hivyo hujikuta wanaishia njiani katika kazi zao. Pia kutokuzingatia misingi hupelekea kufanya kazi zilizo chini ya ubora ukilinganisha na wengine. Haya, mambo yale matano ambayo unapaswa kuyazingatia kama graphic designer. Ya kwanza, principle of designing. Huu ndio msingi wa ubunifu ambao designer unapaswa kuzingatia. Msingi huu unahusisha matumizi sahihi ya rangi, mistari, nafasi na vitu vingine kabla ya kuanza kazi zako. Mbili, uchaguzi wa software na program. Baadhi ya kuamua ni kitu gani unafanya wapaswa kuchagua ni programu gani utaenda kuitumia katika kazi yako. Uchaguzi usio sahihi hupelekea matokeo tofauti na ulivyotarajia. Tatu, kuwa karibu na watu wanaofanya kazi kama yako au wazoefu katika masoko bwana, kama sisi Graphics Infos, ukitusubscribe unakuwa karibu na wazoefu wa kazi hii ili uweze kupata masoko mapema kabisa unatakiwa kuweka ushirikiano bora kati yako na watu walio juu yako, hata pia walio chini, kwa sababu maarifa na weledi hata pia connection zinatofautiana. Nne, kuchagua eneo utakalo kuhusika nalo. Kwa upande huu designer unapaswa kuhusika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Ukiwa unaanza wewe mwenyewe unataka uwe fundi wa logo, wewe mwenyewe unataka uwe fundi wa video editing, wewe mwenyewe unataka uwe photography wewe mwenyewe unataka uwe photo editing, haiwezekani. Kama unaanza, unapaswa uchague ni sehemu ipi sahihi uwe unadili nayo iweze kukupatia matokeo yaliyo mazuri. Tano na ya mwisho, kuchagua portfolio. Ili uweze kutoa kazi bora, ni vyema uanze kulinganisha kazi yako na wengine, wamefanya nini? Pia kubali kujitolea pale unapohitajika ili kukuza uwezo wa kudizaini, vilevile huongeza nafasi ya kupata ajira na kujulikana, kwani umaarufu nalipa. Bwana, nahisi umejifunza kitu kutoka hapo. Hivyo wewe kama dizaina, fanya uchaguzi sahihi kabla ya kuanza kuandaa maudhui yako. Haya, tutazame sisi ni wakina nani. Graphics Infos ni jukwaa ya ubunifu inayoongoza katika ubunifu wa picha na huduma za multimedia iliyoanzishwa mwaka 2024. Tunajivunia kuwa na timu ya wabunifu wenye talanta, wabunifu wa picha na wataalamu wa teknolojia ambao wana shauku ya kutoa suluhisho za ubunifu zinazosaidia biashara na mashirika kufikia malengo yao. Maalumu yetu ni ipi? Katika Graphics Infos tunatoa huduma mbalimbali ambazo zinajumuisha: Moja, ubunifu wa logo. Mbili, uhariri wa picha. Tatu, uhariri wa video. Nne, ubunifu wa tovuti. Tano, mafunzo ya ubunifu. Sita, ulinzi wa mtandao na maendeleo ya program, yani cyber security and software development. Vilevile tunatoa ushauri. Mkataba wetu je? Katika Graphics Infos tunatilia mkazo ubora, ubunifu na uhusiano mzuri na wateja wetu. Tunafanya kazi kwa karibu na wateja wetu ili kuelewa mahitaji yao na kutoa suluhisho zinazofaa kwao kwa muda sahihi na uharaka wa hali ya juu. Dhamira yetu, tunajitahidi kuwa chanzo namba moja cha taarifa za graphics kwa ubunifu wote wajasiriamali na wanafunzi wa sekta hii. Lengo letu ni kukuza vipaji na kusaidia watu kuelewa jinsi ya kutumia graphics design kwa ubunifu na ufanisi zaidi. Tunatoa elimu ya graphics design na motion graphics kwa vijana kwa njia nyepesi, kuwezesha vijana kutumia vipaji vyao katika kusambaza maudhui Haa? kwa njia ya kuvutia na ya kisasa zaidi. Kutoa mafunzo ya bure na ya bei nafuu kwa makundi maalum kama vile wanafunzi, walimu, madarasa, maimamu, mashekh na kadhalika. Kuweka studio na jukwaa la online linalotoa msaada wa kiufundi kwa miradi yote ya Kiislamu na ya kheri. Maono yetu ni yapi? Maono yetu ni kuwa vinara katika kufundisha na kuhamasisha vijana nchini Tanzania na duniani kote, katika sanaa ya graphics, ili waweze kuunda maudhui yanayoweza kufikia watu wengi kupitia mitandao ya kijamii. Pia kukuza kizazi cha vijana waliobobea katika graphics na motion design kwa ajili ya kusambaza na kuhamasisha jamii maadili mema na kadhalika, kwa ubunifu na utaalamu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Misingi yetu: uadilifu, utaalamu, kujitolea, ubunifu na kushirikiana. Huduma zetu ni zipi? Nisikilize. Kwanza kabisa, sisi kama Graphics Infos tunaratibu miradi ya media na taasisi nyingi za Kiislamu. Tunatoa templates na material kwa madrasa, studio, markaz na kadhalika. Ubunifu wa alama wa kidijitali, yani digital branding kuunda alama za kidijitali na biashara binafsi au mashirika ikijumuishwa mwonekano wa mitandaoni. Tunatoa huduma za usimamizi wa mitandao ya kijamii, kuandaa na kusimamia maudhui ya mitandao ya kijamii kwa biashara au watu binafsi, ikiwa ni pamoja ya kubuni picha na video kwa ajili ya kukuza biashara za watu binafsi, hata pia mashirika na makampuni. Pia vilevile vile tunatoa huduma ya uhariri wa video, yani, tunaongeza ubora wa video zilizorekodiwa kwa kuhariri na kuongeza athari za picha, vilevile tunaboresha sauti. Vile vile ubunifu wa maudhui ya kielectronic yani e-content design, tunatengeneza maudhui kama vile ebooks, PDFs na nyaraka za mafunzo, biashara na kadhalik. Vile vile tunatoa huduma za uundaji wa maudhui ya kihisabati yani data visualization, tunatengeneza picha na grafu zinazowakilisha data kwa urahisi wa uelewa. Vile vile, ubunifu wa mifano ya bidhaa yani product mockups, tunatengeneza picha za mfano ya bidhaa kwa ajili ya matangazo au maonyesho pamoja na ubunifu wa alama yani logo, vipeperushi na catalog, kadi za biashara, tovuti na interfaces za mtumiaji, picha za kijamii, mifuko ya biashara yani mifuko ya bidhaa, infographics, machapisho kama vile vitabu na magazeti, matangazo ya printi na dijitali, video za michoro yani motion graphics picha za maktaba ya kidijitali na mifumo ya uwasilishaji wa habari yani information systems. Pia vilevile, tunatoa huduma za kubuni tovuti na SEO, kuunda tovuti zinazofaa kwa injini za kutafutia SEO ili kuboresha uwepo wa mitandaoni. Huduma ya uundaji wa nyenzo za masoko yaani marketing materials Tunatengeneza mabango, vipeperushi na vifaa vingine vya matangazo. Pia vilevile vile, tunatoa mafunzo ya uandishi wa maudhui yani content writing training. Tunatoa mafunzo juu ya jinsi ya kuandika maudhui bora kwa ajili ya tovuti na mitandao ya kijamii. Vilevile huduma za uhakiki wa ubora wa maudhui yani content quality assurance kukagua na kuboresha maudhui yaliyotengenezwa na wateja ili kuhakiki ubora na ufanisi wa kazi zao. Vilevile vile pia, huduma za kutengeneza mifumo ya usimamizi wa maudhui yani CMS development, kusaidia wateja katika kuchagua na kutekeleza mifumo ya usimamizi wa maudhui kwa tovuti zao, kusaidia katika kuanzisha kampeni za matangazo kama kuandaa na kutekeleza kampeni za matangazo kwenye mitandao ya kijamii na tovuti kwa mifumo ya ads. Vile vile tunatoa huduma za uuzaji wa program mbalimbali mbali. tunatoa program tunashauri kuhusu program zinazofaa kwa mahitaji maalumu ya wateja pamoja na usanikishaji uliokuwa mzuri. Vilevile vile huduma za ulinzi wa mitandaoni tunatoa ushauri na msaada wa kiufundi katika kulinda akaunti na chaneli dhidi ya udukuzi. Pia huduma za ushauri wa brand identity, kusaidia biashara katika kuunda na kuboresha utambulisho wa brand ili kuvutia wateja zaidi. Mbali na kutoa taarifa muhimu, tunatoa mafunzo ya graphics kwa njia ya online. Ikiwa unataka kujifunza Photoshop, Illustrator, PixelLab Filmora au programu nyinginezo, tunakupa mwongozo wa kina. Vile vile kufundisha motion graphics kwa kutumia program kama After Effects, CapCut Pro na Wondershare Filmora. Tunakusaidia uundaji wa maudhui katika chaneli yako kama vile videos, reels na posters. Naomba nisikilize, ni kwa nini ujiunge nasi? Kuna sababu kadhaa, ya kwanza utapata elimu na ujuzi wa kitaalamu zaidi. Mbili, huduma za kitaalamu zinazofaa zaidi. Tatu, mafunzo ya bure na mengine ya bei nafuu kwa makundi yote. Nne, kukuza ujumbe wa kibunifu zaidi. Tano, msaada wa kifundi wa miradi mbalimbali, na sita, kujenga jamii ya ubunifu. Kwa hiyo kujiunga na Graphics Infos ni hatua muhimu kwa wabunifu wanaotaka kuboresha ujuzi wao, kupata msaada wa kitaalamu na kuchangia katika kusambaza jumbe za Kiislamu kwa njia ya ubunifu mitandaoni kote. Kwa kujiunga nasi, masharti, vigezo vya wamshiriki pamoja na ratiba za mafunzo, tembelea tovuti au blogspot yetu, andika Graphics Infos .com. Ili kuzipata kazi zetu, waweza tembelea blogspot yetu au mitandao kama vile YouTube pamoja na Telegram, kuona uwanda mkubwa wa kazi zetu jinsi ambavyo zinatoka. Kuwasiliana nasi, tutafute WhatsApp au piga simu namba 0763822189 au barua pepe graphics informations at gmail com. Pia vilevile tufuate katika mitandao ya kijamii YouTube, Telegram, WhatsApp na blog yetu kama Graphics Infos. Graphics Infos, practice makes progress.